Na leo hii tunapoangazia maradhi mbalimbali ya moyo hapa katika kaunti hii ya Nyamira, tupo katika hospitali ya rufaa ya Nyamira ambapo tunaungana na mtaalamu wa lishe katika hospitali hii ili naye aweze kutuzungumzia kuhusiana na lishe bora kwa afya ya moyo. Kwa majina naitwa Silvia, ni mtaalamu wa lishe bora katika hospitali yetu ya Nyamira, tukizingatia kutumia vile vyakula ambavyo ni vinatupatia afya mzuri mwilini. Uh, ni kama vile tupunguze sukari, tuziwe tukiongezea sukari mezani, tuwe tukipika tu kwa chai na iwe ni sukari kidogo. Hivyo tupunguze sukari, ndio tupunguze magonjwa kama hiyo ya sukari ambayo inaenda kuharibu moyo. Pia tukiingia katika hiyo shinikizo la damu yani pressure, uh, tutumie chumvi kidogo, chumvi kidogo lakini tuziwache hiyo. Tukitumia chumvi kidogo, itatusaidia tu kupunguza shinikizo la damu. Pia iko restaurant ambayo tumesema ni vizuri tutumia hayo mafuta kama ya mizabibu olive oils, avocado na, kama tunakula samaki, tuziwe tukikula ile ambayo imewekwa kwa mafuta ndani, yani iko deep fried, to avoid hivyo vyakula ambavyo ni ziko na mafuta mingi kama chips eh, mandazi. Unachoa kila mandazi ukule kama tano hivi kwa siku, utakuwa na mafuta mingi mwilini ambayo tunaita trans fats. Trans fats ambayo inaenda kufanya mwili iwe na bad cholesterol. Pia tule matunda kwa wingi, pia mboga, na chakula yetu iwe kwa jumla iwe ikibeba vile vyakula ambavyo vinajenga mwili, si ile ya kuharibu mwili. Tuebuke na ile maisha ambayo ni ya kukaa tu yani e, sedentary life. Tuwe tukisimama penye tupo, tutembee tembee Alafu tufanye mazoezi kwa kila siku dakika thelathini tu tu hamsini hivi ama eh, zaa moja hivi tukitembea, ukitembea pia unafanya moyo inasukuma damu vizuri. Na huyo ni mhudumu wa lishe katika kaunti hii ya Nyamira anayehudumu katika hospitali hii ya rufaa ya Nyamira akizungumzia baadhi ya vile vyakula ambavyo vimeonekana kuchangia katika maradhi ya moyo, na zaidi akishauri kwamba kila siku jaribu kutenga muda wa kufanya mazoezi, angalau kutembea kwa takriban dakika thelathini ili kuona kwamba tunakabiliana na maradhi ya moyo. Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi. Na asante sana Bundi kwa hayo, tukirejea hapa ndani ya studio kuna mengi tu ambayo naona watazamaji wetu wanataka kujua, ngoja nianze na ile swali aa, umjibu huyu, alafu baada ya kumjibu pengine tutakuwa tunaingia kuhusiana na jinsi gani ambavyo tunaweza kupunguza ama kumaliza kabisa mafuta ambayo yako ndani ya mishipa ya damu ambayo imeonekana pia ndiyo chanzo kikubwa cha kuleta matatizo ya moyo. huwa anasema mimi nina zaidi ya miaka 60. Je, ninapokuwa nala slice mbili za mkate kila siku nikiwa nimepeka, nimepaka margarine inaweza kuleta tatizo la ku clog my heart arteries? Mm, ndio. Asante kwa hiyo swali Um, tayari tulishasema hiyo majarin kwa, ni trans fats na zizo trans fats zile zinaleta shida kwa hiyo cholesterol kwa mshipa ya, ya damu. So tunamuimiza huyo mtazamaji kwamba mkate kwanza atafute ile whole grain, ile iko na tunasema vinyuzi nyuzi fiber. Kwanza mkate ikuwe na fiber. Ya pili, badala ya kutumia majarin atumie kitu kama peanut butter ile njugu imesiagwa apake pale kwa mkate. Um, zaidi ya hayo anaweza tumia avocado. Wakati avocado slice aweke pale kwa mkate. Yote italeta kushiba. Akibadilisha hiyo anaweza kula, um, kama ni lazima mkate anaweza eka zile tunaita lettuce ndani akate kachumbari, vitungu, nyanya slices, aweke ndani akule kwa kwa pamoja. Jam. Jam hapana. Jam iko na sukari. Kumbuka hii sukari, tukikula sukari, um, ikifika kwa mwili um, ile insulin, ina Si insulin, pancreas inatoa insulin. Insulin ndio inaleta sukari iende kwenye cells hmm. Na ukipata kama mtu mwenye afanyi zoezi hiyo sukari inabaki kwa damu na hiyo damu inaleta hiyo shida ya diabetes. Hai, sa hiyo yes. sukari mingi pia si mzuri. Haina shida <laughs> Tuendelee sasa katika hili swala la uh, jinsi gani tutaweza kudhibiti haya mafuta hmm. ambayo tumeona ndio tatizo sugu ambalo huenda pia likasababisha hmm. <laughs> likasababisha uh,

damu kutopita vizuri mpaka kuingia katika moyo. Yaani kuna watu wanasubiri tu, mm, nifanye kitu kama hicho huko juu kina Evans tuanze kunicheka. <laughs> Kwanza nilikuwa nataka kurudia kwa ile jambo ya detox ulikomuuliza awali. Naam. Um, detox kwa sasa tumeichukulia kama biashara. Kuna wale wanatengeneza wanataka kuchukua herbs wafanye kusyaga, waeke maji kisha wakupatie, waseme hii itakusaidia kwa detox. <laughs> Lakini kumbuka mwili umeumbwa tofauti. Mwili inaweza ji detox yenyewe. Tuko na zile zinaitwa kidney. Kidney inafanya detox hmm. Liver inafanya detox. Hizo ni zile viungo zina detox mwili yenyewe kulingana na mwili wa mtu hmm. Lakini kuna zile vitu tunapata kwa chakula ya kusaidia, inaitwa antioxidants, ya kusaidia ku detox. So hizo antioxidants kama vitamin A, vitamin C, vitamin D, selenium, magnesium, hizo zinasaidia ku detox mwili. Sasa tueleze hizo vitamins zinapatikana <laughs> katika chakula gani? <laughs> Kwa sana hizo chakula za red, chakula red, yellow, orange, hizo ziko na vitamin A. So chochote unapika, tuseme kama unapika mboga uweka nyanya, nyanya inaleta vitamin A. Ukikula matunda, tafuta kama ni ndizi, tafuta paipai, tafuta maembe, hizo zinaleta vitamin C, inaleta vitamin A pia. Ukitafuta, ukikula kitu kama samaki, inaleta vitamin D hiyo, inasaidia hiyo hizo vitamin zote zinasaidia ku kwa mwili lakini ile unaenda kununua, mtu amekwambia amechanganya, ile amechanganya hiyo hiyo, haisaidie ni biashara, kwa sababu unapata kama kuna zile hubs zinafanywa kusiagwa tu wazi hivi alafu unapewa ukunywe au ukikunywa auta autasikia umuhimu wake kwa sababu la, ya, kuna zile herbs lazima zipashwe zi moto ndo zitumike kwa mwili mm. Usipopasha mitu aitumiki kwa mwili kisha inaleta hiyo fermentation kwa tumbo, unapata unaendesha, unapata unatapika, kisha utakuja ukachini useme hey, nyewe nimesafisha mwili kwa sababu hey, okay, umetapika yeah. na umeendesha kumbe, so, mm -hmm. sio kusafisha mwili, ni ile effect ya vitu hazijaiva zinatoka sasa. Nikuulize kitu kimoja, unajua katika haya matunda na mboga tunayotumia. Mm -hmm. kuna wakati mnatuambia kuna matunda fulani, kama vile ulivyosema habs fulani, mpaka zipitie kwenye moto mm -hmm. tuzungumzie hili swala la tomato. Mm -hmm. tomato ni nzuri ikipikwa maanake mm -hmm. ndio katika mapishi yetu mengi lazima tuweke tomato. Mm -hmm. ni nzuri tomato ikipikwa ama ni nzuri tomato mtu akiila kama salad chochote kile because ile iko na vitamin A yenye piti haipotei kwa maji, okay. Si, si water soluble, so, mm -hmm. ni fat soluble. Mm -hmm. so ni vyama tomato ukipika kwa mafuta mm -hmm. ndio inatoa hiyo mafuta inasaidia kupi, kuingia kwa mwili mm -hmm. lakini kama utakuikula bila kupika lazima uweke ile olive oil ile edible, um, edible oil hmm, ndo at least ipate kutumika kwa mwili. Zile mafuta tunasema zile fat soluble, vitamin A, D, E, K, hizo lazima ziive ama uweke mafuta ndio zitumike kwa mwili. Tunasema fat soluble kwa sababu lazima itumie mafuta ndio ingie kwa mshipa, itumike kwa mwili. Zingine zinahitaji tu maji naye zinaingia Sawa sawa. Sasa baadhi ya vyakula ambavyo vitatusaidia kwenda kuyeyusha yale mafuta ndani ya mwili, mbali na kufanya mazoezi mm -hmm. Naona hapa meza yako imejaa vyakula vingi, kuna cabbage, kuna biringanya, kuna mahindi, viazi mm -hmm. pojo, maharagwe, mayai mm -hmm. Mm -hmm kwa sana tunaangalia zile chakula ziko na vinyuzi nyuzi fiber. mm -hmm. na kwa tukisema kama protein, tunaangalia hizi zinaitwa legumes, tunaita legumes kama ni dengu kama ni uh, maragwe kuna zile tunaita lentils mm -hmm. kuna zile tunaita chickpeas hizo ni bora zaidi. mm -hmm. ukiangalia pia animal protein, tuna, kuna zile tunaita lean lean fat mm -hmm. kama ni samaki kama ni mayai kama ni um, kuku hizo ni zile lean fat, lakini kumbuka tulisema unaweza kuwa na lean, uh, lean protein, lakini ukiingiza ukitumbukiza kwa mafuta umeharibu. hmm. So lean protein, lakini unaipika una, una kama ni kuchemsha kama ni kugrill kama ni kupan fry, hizo ndio inabakisha ubora wake zaidi. Hayo tunasema tukule aina ya mboga. So tuko na mboga hapa, nimeleta lettuce, ile tumesema tunaweza ikula ikiwa, ikiwa mbichi Mhm. Lettuce unaweza kula ikiwa mbichi, unaweka kwa mkate unatumia. Cabbage unaweza tumia hivyo, una hivyo. Kuna zile red cabbage tuna kula ikiwa raw mm. Kwa salad hiyo unaweza tumia. Zaidi ya cabbage tuko na sukuma, tuko na zile kienyeji. Kuna wengine hupika red cabbage. Haina shida. Haina shida. Aina shida. Aina shida ya yeah. Mboga ni ukipika kwa muda. Eh. Yeah. Yeah. Ukipika kwa muda una overcook. Mm hiyo -hmm. Pia inaharibu. Mm -hmm. Zaidi ya hayo tuko izi, na hizi lakini zinapatikana kwa kwa bei ya juu hizi ma asparagus, ma, um, eggplant. Biringanya. Ipi inaweza patikana rahisi. <laughs> so ipi unatumia kwa wingi. Tunasema tukule ile, um, rangi tofauti, kama ni nyekundu, kama ni kijani kibichi, kama ni yellow, tukule kila rangi. Inaleta faida tofauti kwa mwili mm -hmm. Naam. Sawa, sawa. na kuna swala la maji huja ligusia, na naona hapo una chupa mbili za maji wewe. mm -hmm. katika safari hii ya kwenda kumaliza mafuta, maji yana nafasi yake, ama maji ni katika kazi nyingine? Ndaijibu um, tofauti. Saa zingine unapata mtu anasikia njaa Naam, unapata watu wengi wako na craving ya sukari, kuna wale wako na craving ya vitu tamu tamu, lakini unapata ukikunywa maji inapunguza hiyo craving. Labda ilikuwa tu kiu labda maji baridi itapunguza hiyo kiu, lakini kumbuka tunasema maji at least 8 glasses, but kwa kawaida siku hizi tuna, tuna calculate maji, unakuja tunakupima kilo kisha tunakwambia wewe kwa kilo fulani kunywa um, maji um, kiwango fulani, but maji pia inasaidia, inasaidia kupitisha viungo tume. Kama umekula chakula kingi ukikuwa constipated, maji inasaidia so okay. Unatoa hiyo unaenda uh, chooni salama. Maiko na kazi yake. Uh, huwa ananiambia Mwana Hamisi, naomba muulize daktari hivi, je, mtu anapokuwa na ugonjwa wa moyo, yaani shida ya valves kutofunguka, tumbo linafura kiasi cha kwamba mtu utadhani ana ujauzito na kumbe sivyo, anasaidika vipi? Uh, Rosemary, unatingisha kichwa sana <laughs> haya yanakuhusu pengine, uzungumze kabla daktari azungumze. <laughs> uh, uh -huh. hii ilikupata wewe katika lile tatizo lako, ama ni vipi? Ah, naam kuna wakati nilikuwa na bloating. Aha. Uh -huh. Lakini baada ya upasuaji, uh -huh. Siku hizi ni kwa salama. Haya, kwako daktari. Haya, asante sana kwa hilo swali. mm -hmm. Kwangu ningesema hivi. So yale madhara yanaletwa na shida ya valve ya moyo, vile mm -hmm. tulisema ni kulingana na ile valve yenye iko na ugonjwa ama pale imethofika. Jambo, mo, jambo moja mtu anaweza fura tumbo. Na kawaida wakati tumbo inafura, ni maji imejaa pale ndani mm -hmm. ya tumbo na hiyo ni kwa sababu wakati moyo hufanyi kazi vile inapaswa kufanya, sababu pale kuna kiungo cha kuna valve iko na shida, ama pia misuli za moyo ziko na shida. Pale kuna zile vitu tunaziita hormones ama homoni ziko kwa mwili wetu, na moja ya hiyo homoni inafanya figo iongeze ama iweke maji kwa mwili zaidi kuliko kawaida sasa vile maji inakaa kwa mwili, unapata hii maji yote haiwezi toshea kwa mishipa, lazima iondoke. Ikiondoka pale, maji inaweza ingia kwa miguu, upate miguu zimefura. Vile nilisema, wakati mwingine unapata maini ndo imefura zaidi juu imejaa damu damu ni mingi kwa mwili. Jambo lingine unaweza pata hii maji sasa inaanza kuingia kwa tumbo na ile jambo kwa lugha ya Kiingereza tuaita ascites, yaani imejaa maji pale. mm -hmm. Suluhisho ni gani? mm -hmm. Suluhisho ni kutibu ugonjwa wa valve. Mm -hmm. Kama ni valve, unaenda unamuona daktari wako. mm -hmm. Anakuelezea ya valve yako itahitaji kutibiwa namna gani? mm -hmm. Siku hizi kuna njia mingi sana za kutibu valve kuna wale wanahitaji upasuaji wa mwili, valve inabadilishwa, unapewa valve mpya mm -mm. Pale Ah, wafanyiwa tu upasuaji mm -hmm. watoa ile valve iko na shida pale, wanakuekea valve nyingine. Ya kutoka wapi? Valve zinaweza kuwa tofauti mm -hmm. kuna zile tunaziita metallic valve, yani imetengenezwa oh. na metal mm -hmm. hiyo unawekwa mm -hmm. kuna zingine tunaziita tissue valve hata hizo zipo, unawekwa. Sasa ile vavu imeondolewa na nyingine ikawekwa, inasaidia moyo kurudi kurudisha ile nguvu yake na kufanya kwa utaratibu mm -hmm. kwa hivyo jambo ni uende umwone daktari wako akwambie kama wewe ni wa upasuaji mm -hmm. kuna wengine tunatumia mbinu tofauti zenye hatupasui mtu, lakini tutakuwekea valvu mpya pale mm -hmm. yes. Sasa kwako Rosmeri wewe, uh, matibabu yako yalikuwa vipi? um... Na uh, mimi nilifanyiwa upasuaji open heart surgery, alafu mm -hmm. nikabadilishwa valve kwa sababu kiwango ilikuwa imeharibika, kiwango lazima ingebadilishwa. mm -hmm. na nikawekwa mechanical valve mm -hmm. na ndio niko nayo handi saa hii, niko na mechanical valve na na maintain na kunywa dawa kila siku, na ni kitu ambacho pengine kinahitaji servicing ama ukishawekwa ni hivyo kulingana vile daktari alivyonieleza tho, daktari hapa ataeleza zaidi mm. Uh, ile ambayo niliwekwa mechanical hiyo, hakuna haja, labda jambo litokee, lakini kulingana na uchunguzi na wale ambao waliotutangulia na the side, okay, kulingana na utafiti uliofanywa unaweza mm -hmm. ukaishi miaka yako yote na hiyo valve mm -hmm. borake unakunywa dawa za kuyeyusha ndavu. Kila siku. Oh. Na. Okay. Na baada ya kuwekwa hiyo kuna tofauti gani ambayo umehisi katika mwili wako? Eh, kuna mabadiliko kubwa. Squeeze, mimi nafanya kwanza nilikuwa nimelemewa na kazi. Mm-hmm. Squeeze nimerudi kufanya kazi. Squeeze, hata tukitoka hapa twende Mm-hmm. gym tutaenda na wewe. Mm. Fanya mazoezi na hakuna madhara yote, utasikia baadaye kuna hakuna kabisa okay. Siku hizi kama sasa nahisi joto mbeleni. mm. Nilikuwa nashinda na sweta mm -hmm. Hata wakati wa kiangazi upepo kidogo ikipita hivi ndio mimi huyo nasikia baridi, nahisi baridi. mm. Lakini siku hizi naishi maisha ya kawaida, kila kitu yangu imerudi normal. Okay. No, sawa sawa, kwa hivyo baadaye tukiwa tunamalizia uta, nataka umpatie moyo yule ambaye pengine ana tatizo kama lako ama amekwenda hospitali akaambiwa na matatizo ya moyo afanyeje na achukulie maisha vipi ili aweze kuishi vizuri, daktari. Aa, kuna mtu hapa ananiambia Mwana Hamisi, muulize daktari je, kuna uhusiano baina ya ugonjwa wa moyo na ugonjwa wa pumu. Huyu ni George. mm -hmm. so naweza sema hivi wakati mwingi wagonjwa wa moyo wakienda kumwona muuguzi ama daktari, wataambiwa wako mm -hmm. na shida ya pumu. Na hiyo tunaita cardiac asthma, asma mm. Iko pale na inaweza sababishwa na mambo mawili mm. Kuna ile tunaweza sema ni misdiagnosis kweli hizi magonjwa haya mawili wakati mwingine you know, yanakuja ni kama ni the same tu, pale mtu apumui vizuri, mwingine anakohoa, hata wengine wana wheeze, wanatoa ile sauti kama uko na shida ya pumu hmm. Okay, kwa hivyo moja inaweza kuwa misdiagnosis, lakini wacha niseme hivi, wakati moyo haufanyi kazi vizuri na wakati maji yanaingia ndani ya mapafu pale, kusema ukweli, utatoa tu ile sauti kama ya mtu ako na shida ya pumu tena utakaa tu kama mtu ako na shida ya pumu, pale utakuwa unakooa usiku una wheeze, pale unatoa koozi mingi. Na vile Rosemary alisema kuna tofauti pale, wakati mtu ako na shida ya moyo na imezidi kozi yake, akitoa hiyo povu inatoka na rangi nyekundu ama rangi ya pink, ambayo ni damu hiyo ni damu mm. ni kusema ile tunaweza iita congestion ndani ya mapafu mm. imezidi zaidi Mm -hmm. juu ya maji ndani ya mapafu mm -hmm. kwa hivyo ndio kuna uhusiano pale okay. sababu so, hizi viungo viwili zinafanya kazi pamoja na moja kama moyo iko na shida mapafu pia inakuwa na shida sawa sawa Nicholas Moti anasema mimi nina shida ya moyo uh, moyo wangu huniuma kwa uchungu sana kwa nusu saa halafu watulia so naweza kusaidika vipi uh, kwangu um, naweza kukwambia kama unahisi uchungu wa moyo ni vizuri ukimwona daktari wako. Hivyo ndo utasaidika zaidi. Ukifika pale, daktari atakufanyia vipimo za maabara, maha zingine zitakuwa za picha ndo aweze kujua haswa shida ya moyo ni gani, ni shida ya mishipa pale ama ni shida ya misuli ama ni shida nyingine inaitwa pericardium, yani ile ngozi yenye inafunika moyo pale inaweza leta shida, na ikileta shida pia inakuwa na uchungu. So ni vizuri ukienda pale kwa mtaalamu ndo aweze kukwambia shida yako ni gani. Jambo la pili, ikishajulikana ni gani, sasa utapata ile matibabu yenye inafaa Okay. Huwa anauliza uvutaji sigara na unywaji pombe unaathiri vipi moyo tafadhali? Hiyo ni swali nzuri sana mm, na kwangu ningesema tuanzie na ufutaji wa sigara mm. Ufutaji wa sigara pale unaongeza shida ya mishipa ya moyo mm, by times 3 yaani mara tatu zaidi. So tuseme nyinyi watu wawili mko na shida zinafanana kabisa, mmoja wenu anavuta sigara ako na ile Yani, atapata shida ya moyo three times more kuliko wewe mwenye uvuti sigara. Na ile shida inakuja pale, ni shida ya kuziba mi, mishipa ya moyo vile tumesema, hiyo kolesterol itaingia pale, inaleta kitu kwa kizungu tunaita inflammation. Kolesterol itaingia pale, mishipa zako zitaziba. So hiyo ni jambo la kwanza. Tukienda kwa upande wa, ku, wa kutumia pombe kupita kiasi, pale jambo ni kupita kiasi inaleta shida ya misuli ya moyo, na hiyo ni ile shida tunaita upungufu wa nguvu ya moyo, kumaanisha kwa lugha ya kimombo heart failure. Pale ukizidisha pombe, ina affect zile misuli za moyo, misuli zinathoofika, nguvu ya kupiga damu iende mwilini wote inapunguka. Pale utajipata una hema, unashindwa kupumua wakati unatembea. Kwa hivyo hizi vitu mbili zote ziko na shida tofauti kweli za moyo, lakini bado shida za moyo Okay. Sawa sawa huu, anasema moyo wangu unapiga mara moja, alafu unachoka sana, after some minutes inaanza kupiga kasi. shida inaweza kuwa gani? Masi kutoka Utawala. Huu haya swali nzuri sana Masi umetuletea, na kwa ma, kuna magonjwa ya moyo. tulisema magonjwa ya moyo ni tofauti, na moja ya hayo magonjwa ni ile tunaita magonjwa ya umeme wa moyo, kwa lugha ya kimombo tunaita arrhythmia na pale unaweza pata moyo wapiga kwa kasi, ama wakati mwingine moyo unapiga polepole kuliko kawaida. Na wakati kama unasikia moyo wako maybe, tunaita unapata ile tunaita missed beat, yani ni kama inakuja baadaye kidogo, unasikia unasikia ni kama moyo upigi, alafu sasa unasikia beat inakuja, alafu sasa inakuja pale, unaenda kwa mo, kwa muda wa kasi, kwa mwendo wa kasi. Ni vizuri ukiona mtaalamu mtaalamu wa moyo ndio aweze, mm, kukuelezea kweli shida ya umeme ni gani ya moyo yenye uko nayo. Hai. Huwa anasema na mtoto wa mwaka mmoja na nusu na heartbeat yake iko so fast na pia hali. Is it something to be worried about? Kweli, kama mzazi ni vizuri kuwa na hiyo, you know, lazima ufikirie nini shida ya mtoto wangu. Mwona hali vizuri, mm. Wasababu, kwa sababu kwa watoto wadogo kuna ile jambo tunaita failure to thrive, unapata kama mtoto ako na shida ya moyo pale makuli yake ni ya chini kabisa. Unapata huyu mtoto hata ukienda kupima kilo kilo zake haziongezeki. Unapata kama ni mtoto mdogo na ananyonya, pale anaanza kunyonya anaanza kutoa jasho, anatoa jasho, mtoto anakuwa dak. Unapata awezi, ni kama lazima kwanza atulie ndo apumue ndo aendelee kunyonya pale. Kwa hivyo kama daktari naweza kukuelezea Peleka mtoto hospitali, mm -hmm. wacha angaliwe na wataalamu mm -hmm. wacha wakwambie kweli huu mtoto wako anakona shida ya moyo ama hana, sababu inawezekana ako nayo. okay. Sawa sawa. Um, Joyce itakuja kwako, anauliza je, mafuta ya wanyama na zile nyama za mafuta ni salama ama zinaweza kuathiri vipi mishipa ya damu mwilini? um, manake kumekuwa na Uh, hilo swala la kuwa wenyewe wanaita talo sio mm. Eh, kwamba hiyo ikitumika ile iko salama, haya mengine ndio si salama. Je, ni salama? Inategemea. Tunataka tufanye tufuate ile, um, inaitwa research, utafiti. Imefanywa na wale wanaitwa American Heart Association, wamesema tusitumie zile tunaita saturated fats mm hukuwa -hmm. Hiyo mafuta hiyo ya nyama ameuliza mm -hmm. Utafiti ulifanywa ukasema, ukitumia hiyo inapandisha cholesterol lile tumesema mm -hmm. Um, iwapo utafiti itafanywa tena kulingana wale wametumia hiyo mafuta labda ikabadilika, kisha tutabadilisha mafunzo, lakini kwa sasa tunatumia hiyo mafunzo yenye ilitumika ili kwa hiyo ut utafiti kwamba tuachane kutumia hiyo saturated fats, tutumie zile zinaitwa unsaturated, zile mafuta zenye hazitaleta shida. Zaidi ya hayo zaidi, zile mafuta zitaleta trans fats, a naelewa ile mafuta unaweka kwa, kwa, mo, kwa moto kwa muda mrefu, zile mamajarin zile ma, zile ma um, ukikula nyama, ile nyama inakuja na mafuta yake, hiyo si mazuri, yeah. Si mazuri kulingana na ile utafiti tunatumia. Daktari, utasemaje? <laughs> maanake kuna wengine mtu nyama asipopata hao mafuta asikii kama amekula nyama hapo. <laughs> Ni kweli. <laughs> Nitakubaliana na yeye mwenzangu hapa sababu kwa ukweli wakati unakula nyama, tunasema tumia ile lean meat, yaani ile nyama yenye ina mafuta mm -hmm. Unaona juu ya ng'ombe pale kuna ile he, mm -hmm. Inatembea, inazunguka, inatingika pale na kuna wengi wanaifurahia mm -hmm. Lakini kwetu tutasemaje, punguza yale vile ameelezea au mafuta, utafiti umefanywa na umeonekana sio mazuri kwa moyo na kweli itaziba mishipa. Hai, kuna hili swala nadhani litakuwa linaathiri watu wengi haswa watu ambao wanafanya kazi kwa muda mrefu, madereva wa masafa marefu. Anauliza uh, kama unachukua chupa mbili za energy drink kwa siku inaweza kuwa na madhara yoyote kwa moyo? Hapo ni kweli, vile nimezungumzia kuhusu magonjwa ya moyo ya umeme, arrhythmia, hiyo ni sababu moja ukitumia zile energy drinks ziko na extra caffeine pale, hiyo linaleta shida, linafanya moyo wako ukimbie, na maybe hata utajua kama inakimbia sababu, wakati mwingine akimbia kidogo kidogo yaacha. Ukienda kumwona daktari wako hata ajui kama kuna shida pale mm -hmm. Na kuna jambo kwa hizo, hizo magonjwa ya umeme wa moyo tunaita atrial fibrillation mm hiyo -hmm. arrhythmia peke yake imesababisha ugonjwa wa kiharusi tena zaidi, sababu pale moyo upige kwa utaratibu damu inaganda ndani ya moyo kidogo kidogo, imeshapanda kwa ubongo, imeziba mishipa pale. So unaweza pata, unatumia energy drink, extra caffeine, moyo wako unakimbia, hata ujui damu imeshaganda, umeshapata kiharusi, na swali ni nini? Nimefanyika? Kwa hivyo ningesema hivi, punguza caffeine, punguza energy drink. Pale ukichoka, chukua muda upumzike. Kuna kitu kinaitwa chembe cha moyo. Shawahi kusikia, daktari, chembe cha moyo? E, ni ugonjwa ama ni neno ambalo linatumika sana kule Mombasa. mm -hmm. Sasa huyu anasema mimi naitwa Janet kutoka Malindi, huwa naumwa sana na kifua kwa muda wa miaka kumi na tano sasa. Nilipimwa ulcers nikapatikana sina, watu wengi huniambia eti ni chembe cha moyo. Please doctor explain. Chembe cha moyo sijui nikueleze vipi, maanake mimi pia nasikia, lakini hmm. sijui ni condition ya aina gani lakini ni kitu ambacho kinahusiana na moyo. Wengine wanasema mpaka uvutwe. Hujawahi kusikia watu wakisema sijui unakwenda unavutwa? Nadhani Mora angekuwa angekueleza vipi. E, maybe angenieleza chembe cha moyo watu wa Mombasa ni nini. lakini e, kusema kwa ukweli mm -hmm. Hivi ndo nitasema mimi sikelewi kile chembe cha moyo, hmm. Lakini kwangu nitasema ukipata mtaalamu pale anakuambia ataenda kuvute kitu, hmm. atoe kwa moyo au wa nyumbani ya, fikiria tena na tena zaidi, hmm. ni vizuri pale umuone mtaalamu wa moyo wa ukweli. Wacha niseme vile sababu kuna matibabu zingine kusema ukweli, utaelezwa au nilienda nikatolewa kitu, hata hakuna mtu anajua ilitolewa. Upasuaji, si aya, na jia gani? hakuna upasuaji kweli ulifanywa, mwenye alikutoa si mtaalamu. Haya, sasa, ngoja tuje hapa. Nimezungumza na Mr Google amenipatia jibu aha. Anasema chembe cha moyo hutokana na kupungua kwa mtiririko wa damu kwenye misuli ya moyo. Damu huisafirisha oksijeni ambayo huhitajika na moyo ili uwe na afya. Sasa chembe cha moyo ni kupungua kwa mtiririko wa damu kwenye misuli ya moyo. Sasa mm -hmm. Nimekuelewa, kwa hivyo wanamaanisha mm -hmm. acha niseme mm -hmm. angina, yaani, ile ni ile uchungu inakuja kwa moyo mm -hmm. wakati damu haifiki misuli za moyo ule. okay. Uchungu nilisema kawaida utaupata wakati unatembea ama wakati unafanya jambo linahitaji nguvu zaidi, kama kuinua kitu kizito. Kwa hivyo matibabu yake ni yapi? Haya, Matibabu yake kwanza, uone mtaalamu mm -hmm, kweli akuelezee ni ukweli uko na chembe cha moyo, uko na anjaina mm -hmm. Kama huna basi atafute shida ilipo, yani yenye sababisha hiyo uchungu unasikia kwa kifua mm -hmm. Na kama kweli ni hicho chembe cha moyo, basi kuna njia pale. Ikishapatikana kwanza, tunaanza na madawa. Kuna zile madawa zitapoesha hiyo uchungu, kuna madawa zingine tutaweka za ku kutogandisha damu, kupunguza kuganda kwa damu, sababu hiyo kuganda inaleta heart attack hizo. Mm. utapewa kuna dawa ya cholesterol pale nayo, hizo statins nazo utapewa utumie. Alafu ukihitaji zaidi, sasa kuna yale matibabu zingine tunaziita angioplasti, yani pale unaenda unachunguzwa moyo wako, tunapiga picha, tukiona mahali mshipa unaziba, tunaweka ile tunaita stent pale. damu inaanza kupita vizuri sawa sawa. Mm. Haya, tutaendelea maanake kuna um... Taarifa hizi muktasari, ambazo tunafaa tuzisome kuwatayarisha wasikilizaji wetu kwa taarifa kuu ambazo tutakuwa tunazisoma hapo saa saba. Kwa hivyo ni fursa ya kukupatia tu vidokezo hivi. Muda usiokuwa mrefu, tutarejea ni kupashe ni yapi alafu, tuje tumalizie na wataalamu wetu hapa ndani ya studio. Muda ndio huu, pia tuangazie maswali yenu. Iwapo kuna mengine mko nayo, endelea kuyatuma tutayasoma kadri tunavyoendelea.